Kitabu cha Ezekieli, sura ya tisa na ya kumi. Ndiyo, watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro, ninao furaha kuwakaribisha na kuwaalika tuungane pamoja katika kipindi chetu kizuri cha kusoma Biblia kwa njia ya sauti. Andaa Biblia yako, karibu, kaa katika utulivu ili tuweze kusoma kwa pamoja. Tusali kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, tunaoendelea kusoma kitabu hiki cha Ezekieli sura ya tisa na ya kumi. Roho Mtakatifu, tunaamini katika hizi sura mbili liko neno na iko sauti kwa ajili ya maisha yetu. Karibu Baba, utufunulie kila mmoja apate kukusikia na kila mmoja ajue upasa apasalo kutenda, linaloongozwa na sauti yako, ili sote tuendelee kuishi katika mapenzi yako, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen.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 kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie, kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Na tazama, watu sita wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu lielekealo upande wa kaskazini, kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake, na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni Wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba. Na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kirubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita katia kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Na hao wengine aliwaambia nami nilisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige; jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa, mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Akawaambia, itieni nyumba unajisi, mkazijaze nyua mizoga ya, wa ya hao waliouawa. Haya, enendeni. Wakaenenda wakapiga piga katika mji. Tena ikawa walipokuwa wakipiga, nami nikiachwa, nalianguka kifudifudi, nikalia, nikasema, ee Bwana Mungu, utaangamiza mabaki yote ya Israeli wakati wa kumwaga ghadhabu yako juu ya Yerusalemu. Ndipo akaniambia “Uovu wa nyumba ya Israeli na Yuda ni mwingi sana, nayo nchi imejaa damu, nao mji umejaa kupotosha hukumu; maana husema Bwana ameiacha nchi hii, naye Bwana haoni. Nami jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, lakini nitaleta njia yao juu ya vichwa vyao. Na tazama mtu yule aliyevaa bafta mwenye kidau cha wino mkononi akaleta habari akisema, nimefanya kama ulivyoniamuru. Mlango wa kumi. Ndipo nikaangalia natazama katika anga lililokuwa juu ya vichwa vya makerubi kulionekana juu yao kana kwamba ni yakuti samawi, kuonekana kwa mfano wa kiti cha enzi. Naye akamwambia mtu yule aliyevaa bafta, akasema Ingia kati ya magurudumu yazungukayo, yaani chini ya kerubi, ukaijaze mikono yako yote miwili makaa ya moto toka katikati ya makerubi, ukayamwage juu ya mji. Akaingia ndani mbele ya macho yangu. Basi makerubi walisimama upande wa kuume wa nyumba, hapo alipoingia mtu yule, na lowingu likaujaza ua wa ndani. Utukufu wa Bwana ukapaa kutoka kwa kerubi yule, ukasimama juu ya kizingiti cha nyumba nayo na nyumba ikajazwa lile wingu, na ua ulikuwa umejaa mwangaza wa utukufu wa Bwana. Na sauti ya mabawa ya makerubi ikasikiwa hata katika ua wa nje, kama sauti ya Mungu Mwenyezi asemapo. Ikawa hapo alipomwagiza huyo mtu aliyevaa bafta, akisema toa moto katikati ya magurudumu ya zungukayo, katikati ya hao makerubi, akaingia akasimama karibu na gurudumu moja na kerubi yule akanyosha mkono wake toka katikati ya makerubi kwa moto ule uliokuwa katikati ya makerubi, akatwaa baadhi ya moto ule, akautia katika mkono wa mtu yule aliyevaa bafta, naye akautwaa akatoka. Kukaonekana katika makerubi mfano wa mkono wa mwanadamu chini ya mabawa yao. Nami nikaangalia, na tazama, yalikuwako magurudumu manne karibu na makerubi Gurudumu moja karibu na kerubi moja na gurudumu lingine karibu na kerubi mwingine. Na kuonekana kwa magurudumu kulikuwa kana kwamba ni zabarajadi, na kuonekana kwake yote manne yalikuwa mfano mmoja, kana kwamba gurudumu moja lilikuwa ndani ya gurudumu lingine. Walipokwenda walikwenda kwa pande zao nne, hawakugeuka walipokwenda, lakini walifuata mpaka mahali pale kilipopaelekea kichwa Hawakugeuka walipokwenda. Na mwili wao mzima na maungo yao na mikono yao na mabawa yao na magurudumu wamejaa macho pande zote, hata magurudumu waliokuwa nayo wale wanne. Na magurudumu hayo yaliitwa kisulisuli, nami nalisikia. Kila mmoja alikuwa na nyuso nne. Uso wa kwanza ulikuwa uso wa kirubi, na uso wa pili ulikuwa uso wa mwanadamu, na uso wa tatu Ulikuwa uso wa simba, na uso wa nne ulikuwa uso wa tai. Makerubi wakapaa juu. Huyo ndiye kiumbe hai niliyomwona karibu na mto Kebari. Na makerubi walipokwenda magurudumu yale yalikwenda kando yao, na makerubi walipoinua mabawa yao wapate kupaa juu kutoka katika dunia, magurudumu yale hayakugeuka wala kutoka kando yao. Waliposimama hao hayo nayo yalisimama, na walipopaa juu hao hayo nayo yalipaa juu pamoja nao, maana roho ya huyo kiumbe hai ilikuwa ndani yao. Kisha huo utukufu wa Bwana ukatoka pale juu ya kizingiti cha nyumba ukasimama juu ya makerubi, nao makerubi wakainua mabawa yao wakapaa juu kutoka katika dunia machoni pangu, hapo walipotoka nje, nayo magurudumu yakawa kando yao, wakasimama mahali pa kuingilia pa mlango wa upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Huyo ndiye kiumbe hai niliyemwona chini ya Mungu wa Israeli karibu na mto Kebari, nikajua ya kuwa hao ni makirubi. Kila mmoja alikuwa na nyuso nne na kila mmoja alikuwa na mabawa manne, na mifano ya mikono ya mwanadamu ilikuwa chini ya mabawa yao. Na mfano wa nyuso zao ni nyuso zile zile nilizoziona karibu na mto Kebari. Kuonekana kwao na wao wenyewe kila mmoja walikwenda mbele moja kwa moja.